Tunaanza na taarifa hii ya kusikitisha ya Kiamunya Otieno kwamba baada ya kuripotiwa kutoweka katika mazingira tatanishi, gari lake liliripotiwa kuhusika kwenye ajali ya alfajiri Jumatatu juma hili, maiti ya mwalimu mkuu Simon Siaho wa shule ya upili ya mseto ya PAG Munyuki katika kaunti ndogo ya Lugari imepatikana Jumamosi ya leo ikielea majini kwenye mto Kipkaren. Akithibitisha kisa hiki naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Lugari, Linet Orina amesema maiti ya mwalimu Simon shange Isiao iligunduliwa na mkazi aliyekuwa akitembea kando ya mto Kipkaren Jumamosi hii adhuhuri. Leo asubuhi mwendo wa saa saa nne hivi tulipata ripoti kwamba kulikuwa na mwili ambao ulionekana ukielea, uh, mto Kipka, eh, Kipkaren. Uh, moja kwa moja tu, uh, chiefu wa eneo la Lumakanda na officers wa DCIO na polisi wakakimbia na kufika eneo ambapo mwili huo ulikuwa umeonekana, na ulipotolewa wakatambulika kuwa ni yule mkuu wa shule ya Munyuki ambaye alikuwa ametoweka mnamo siku ya Jumatatu. Viongozi wa muungano wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPPET katika kaunti ya Kakamega wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kaunti ya Kakamega Johnstone Wabuti wametishia kuvuruga mtihani wa kitaifa wa kidato cha nne endapo maelezo zaidi hayatatolewa kuhusu kilichomsibu mwalimu huyo mkuu.

na anapatikana ametupwa kwa mto, mwili unaozea kwa mto. Hiyo ni kitu ambayo tumehuzunika sisi wote, na tunasema kama hakutakuwa na step ambayo ripoti ambayo inatueleza ni nini haswa ilitendeka we we we shall be forced to disrupt exams in this region we withdraw all principals yeah, yeah. so that we do demonstration yes. as from Tuesday viongozi yes. mbalimbali akiwemo naibu gavana wa kaunti ya kakamega ayubu savulana mwakilishi wa wadi ya Lumakanda barnard mulama bokanda wanataka uchunguzi wa kina kufanywa kufuatia kifo hicho tatanishi na huyo mwalimu amekuwa mzuri kwa upande wa mambo ya masomo na mambo ya michezo chenye tu ningependa ni kuomba serikali kuu ni kwamba huyu mwalimu kifo chake ni Mwenyezi Mungu anajua, lakini kulingana na mambo ya ajali na kupatikana kwa maji, kuna kitu kinafichwa. Ningependa kuomba wakati wanafanya postmortem waangalie vizuri, waseme ni nini kilikuwa ni chanzo cha kifo chake, kwa sababu ukiangalia mahali alipata ajali na mahali penye mwili ilipatikana ni karibu kilomita saba kutoka mahali pa ajali. We want to be told yes. from the accident area yeah. when the accident yeah. ended, back yeah. to the river. Yeah. What happened? Happen. Yes. Yeah. Yeah. Yeah. Kama ni MCA involved. Lazima ushikwe. Kama ni Savula yuko involved. Lazima ushikwe. Kama ni mjumbe yuko involved. Lazima ushikwe. Kama ni mjumbe yuko involved. Lazima No is above the law. Ni kisa kilichochochea wananchi kuandamana hadi kituo cha polisi cha Lumakanda kushinikiza uchunguzi wa kina kufanywa huko, naibu kamishna Biorina akiwataka kuwa watulivu, asasi wa za kiusalama zikiendelea na uchunguzi. Kudu muweza kutia ili ya kwamba we come to the to the bottom of this matter na ni huzuni sana kama mpaka sasa hatujajua ni aswani nini ilifanyika, kwa sababu mwanzo tuliwaambiwa ya kwamba mzee amepata accident na wakati huu inapatikana ya kwamba anakuja kupatikania kwa maji. Tunaomba wananchi wa Lugari wawe watulivu, kwa sababu uchunguzi unaendelea kubaini nini ya swa kilisababisha kifo cha mwalimu huyo mkuu wa Munyuki. Tunapeana pole zetu za dhati kwa familia za mwenda zake. Joseph Amnyotieno, West TV, Lugari, kaunti ya Kakamega.